Kuwa makini na mafundisho ya kiimani yasiyo na msingi wala maana sahihi mbele za Mungu. Mkatoliki mwenzangu, basi leo tutazame hili: walimu wa imani katika Kanisa Katoliki. Kuongozwa katika kweli ya neno la Mungu, karibu. Katika historia ndefu ya kanisa Katoliki, nafasi ya walimu wa imani, yaani, mapadre, masista, makatekista na walei waliobobea, imekuwa ya msingi katika kulinda, kufundisha na kueneza ukweli wa Injili. Tangu enzi za mitume, kanisa limekuwa na wajibu wa kuifundisha dunia yote, Mathayo 28:19-20, likiwa na dhamana ya kuilinda imani ya waamini dhidi ya upotoshaji na mafundisho ya uongo. Msingi ya kihistoria, wito wa kufundisha katika kanisa. Yesu Kristo mwenyewe aliwaagiza mitume wake kuwa walimu wa mataifa yote, akisema, "Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru." Mathayo 28:19. Wito huu umeendelezwa katika historia ya Kanisa kupitia mapadre, maaskofu, masista, watawa na makatekista ambao wamejitolea maisha yao kwa ajili ya kufundisha kweli ya imani Katoliki, kwa uaminifu kwa maandiko na mapokeo ya kanisa. Mbili, mapadre, masista na makatekista: nguzo za mafundisho ya kanisa. Katika Kanisa Katoliki, mapadre wanapokea daraja takatifu, sakramenti ya daraja, linalowawezesha kuwa wachungaji, walimu na wahudumu wa sakramenti. Wamefunzwa kitaaluma na kiroho ili kufundisha kwa usahihi mafundisho ya kanisa na kusaidia waamini uelewa Biblia katika mwanga wa mapokeo na mafundisho ya mamlaka ya mamlaka ya kanisa Magisterium. Masista na watawa kupitia maisha yao ya utawa na huduma hushiriki kwa namna ya kipekee katika malezi ya kiroho na mafundisho ya imani hasa katika shule, hospitali na jumuiya za parokia. Makatekista, iwe ni mapadre, watawa au waamini walei walioteuliwa rasmi, ni watu wanaopewa dhamana ya kufundisha imani ya Kanisa kwa watoto, vijana, na watu wazima kwa kutumia Katekisimu ya Kanisa Katoliki na Maandiko Matakatifu. Tatu. Wito wa kufuatilia mafundisho sahihi: kuhitaji uangalifu. Mtume Paulo aliwaonya waamini kuwa kutakuja wakati ambapo watu hawatakubali mafundisho yenye uzima, bali kwa kuwa na masikio ya utafutaji watakusanya walimu kwa tamaa zao wenyewe na Yaliyo kweli. Mbili, Timotheo nne tatu. Kanisa Katoliki kwa hekima yake linasisitiza kwamba waamini wafuatilie mafundisho kutoka kwa walimu waliowekwa rasmi na kanisa na kuziepuka sauti za wahubiri wa nje au wa mtandaoni ambao huenda wakatoa tafsiri potofu au mafundisho kinyume na imani ya mitume. Kwa hiyo tunahimizwa kufuatilia mafundisho kutoka kwa mapadre waliopadrishwa na kusimikwa na maaskofu halali, kusikiliza mafundisho ya masista na makatekista wanaoishi na kufundisha kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa, kutumia Katekisimu ya Kanisa Katoliki kama mwongozo rasmi wa mafundisho ya imani, kuwa na tahadhari dhidi ya wahubiri wanaopotosha maandiko au kupinga Kanisa, wakifundisha mafundisho ya kibinafsi yasiyo na msingi wa kiinjili au wa Mapokeo. Mne, umuhimu wa mamlaka ya Kanisa, magisterium. Katika Kanisa Katoliki magisterium, yaani mamlaka ya kufundisha ya Papa na maaskofu walio katika ushirika naye, ndiyo kigezo cha mwisho cha tafsiri sahihi ya Maandiko. Kanisa limepewa jukumu la kulinda hazina ya imani, mtasa 4:19 na kuhakikisha kuwa mafundisho yote yanayowafikia waamini ni ya kweli na yanayoleta wokovu. Hitimisho timisho. Jifunze kwa waliowekwa na Mungu. Katika nyakati hizi ambazo sauti nyingi zinazozungumza, kanisa linatualika turudi kwenye mabegani pa walimu wa kweli wa imani, mapadre, masista, makatekista na wale waliowekwa rasmi kufundisha. Kupitia kwao tunaweza kuelewa Biblia kwa usahihi, kuishi imani kwa utulivu wa dhamiri na kuepuka mitego ya mafundisho ya uongo.